Jeshi la Polisi lingependa kujulisha kuwa hadi jioni hii ya tarehe kumi mwezi wa 12 2025, hali ya nchi kiusalama ni shwari, na shughuli za kiuchumi na kijamii zimeendelea kufanyika katika mazingira ya amani na utulivu, wakati Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vikiendelea kulinda amani, usalama wa nchi, maisha ya watu na mali zao vinapenda kuendelea kutoa wito kwa wananchi na wadau wengine, endapo wanawafahamu watu waliounda na wanaendesha makundi ya mtandaoni yenye lengo la kuandaa na kusambaza taarifa za uzushi, uchochezi, uongo na kuhamasisha vurugu, vitendo ambavyo ni kinyume na sheria ya makosa ya kimtandao, wasisitie kutoa taarifa kwa siri kupitia namba zifuatazo: 0699998899 au 0787668306 na kwa njia ya ujumbe kwenye mfumo kupitia kiunganishi kifuatacho taarifa.tpf.go